Ili upate kufanikiwa sana kwenye maisha yako, dumu katika matendo mema. Na Petro anasema ya kwamba upendo ustiri wingi wa dhana. Kwa wakati unavyotenda mambo mazuri, unavyowatendea wengine mambo mema, upendo ulio nao kwa watu wengine, ndivyo ambavyo unapata neema na kibali mbele za Mungu. Mungu akubariki sana, Mungu akupe neema ya kufika kwenye kusudi lako, Mungu akupe neema ya kufikia kwenye hatima yako Mungu akupe neema ya kufikia kwenye ndoto zako, akupe neema ya kufika kwenye hatima yako, hata kama unaandamwa na mambo mengi magumu, hata kama unaandamwa na vita kubwa. Kwa kadri unavyotenda mema, bimi zinafungua malango ya baraka kwa ajili ya maisha yako. Mungu amenibariki niseme na wewe mambo haya Nami nakutamkia yawe baraka juu yako, yawe baraka kwenye maisha yako, yakawe malango yaliyobalikiwa. Pointi kubwa ya muhimu ni hii, usichoke kutenda yaliyo mema, hata kama kuna watu wengine wanakukatisha tamaa au kuna vitu vinakurudisha nyuma vinakukatisha tamaa. Amini baraka na neema za Mungu ziko juu ya maisha yako. Mungu aifanikishe njia yako, akupe kuvuka kwenye kila hatua iliyo njema. Kumbuka kila jambo lina wakati wake na kila wakati una kusudi lake chini ya mbingu. Usije ukakata tamaa kwa sababu ya nyakati na vipindi fulani vinavyovipitia. Mungu wa mbingu na nchi akubariki sana. Kila nyakati zina mapito yake, nayo yatapita. Nyakati njema ziwe juu ya maisha yako, nakutakia baraka njema, na Mungu wa mbingu na nchi akubariki na kufadhili. Amen.